Karibu, hii ni habari Wikendi. Leo ni siku ya kusherekea Siku ya Baba Duniani, na Tanzania inaungana na mataifa mengine pia ambayo nayo huadhimisha, uh, na kusherekea siku hii. Hapa studioni ninaye mshauri wa maswala ya jinsia Selemani Bishagazi, karibu sana. Asante sana. Heri ya Siku ya Baba Duniani. Asante. Na kwa njia ya mtandao tutaungana pia na Anthony Luvanda uh, kwa kofia ya baba, karibu sana Anthony. Asante sana na heri ya siku ya baba duniani kwako. Nashukuru sana, nimefarijika kwamba hata wababa wamepewa nafasi, shukrani sana <laughs> na shukrani sana. Na pengine tuanzie hapa studio. tofauti na na siku nyingine, namaanisha, mfano siku ya mama, siku hii imekuwa umaarufu wake ni kama upo chini kidogo, labda mm, tuanzie hapo. Unadhani ni kwa nini? Uh, kwa sababu kwa sisi wa Tanzania tuna mila zetu, tuna desturi zetu. Sasa na umaarufu wa baba mm. kama mila ya desturi inavyosema umeanza kufifia pia mm. Kwa hiyo kwa sikukuwa iwezi kuwa hoti wakati umaarufu wa baba unaanza kufifia eh. na umeanza kufifia kwa sababu pale tulipoacha malezi ya kijadi malezi ya mila ya desturi tukaja na malezi mapya haya. Pale ambapo tuliacha malezi yale ya mjadi, baba alikuwa akiandaliwa kuwa baba. Maana tunaongea baba mbadala. Alikuwa mm. akiandaliwa kuwa baba, akiandaliwa kuwa kiongozi. Kuna elimu ile ya, ya, ya jamii. Kila eneo lilikuwa likilea baba kulingana na mazingira yake. mm. Baba aliandaliwa kukabiliana na mazingira yanayozunguka ile jamii. Kwa hiyo kwa sasa hivi baba anavyolelewa au kwa kizazi chetu sisi tulivyolelewa, olele, tulivyokuzwa mm -hmm, na wale baba zetu na babu zetu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hatuwezi kutafuta baba ile ambayo tunasema kichwa enzi hizo na sasa hivi ni ngumu kidogo mm -hmm, na si kwa kosa la wababa, ni kosa la kubadili mfumo ule. Tumeacha kulea wa vijana kama ile malezi ya kijamii yale mm -hmm. tumeanza kulea watoto kwa taratibu za ki za za tulivyojitunga sisi wenyewe za, za kisasa zaidi. Naam, na katika hili Anthony, kwa upande wako sio kwamba wanasema wababa uh, ama mababa, yeye mara nyingi anakuwa hana zile shamra shamra. Anthony, kama unatupata? Yes, nawapata. Kumradhi, ya hilo pia linawezekana kwamba kuna utamaduni ambao wababa tunao E, wa kuto kuwa na mhemko kwa sababu kisaikolojia na kisosiolojia e, mwanadamu hususan upande wa kiume ni mwanadamu ambaye anaongozwa kwa logic, wazungu wanasema, au kutumia fikra zaidi, lakini upande wa wanawake ni watu ambao wanaongozwa kwa kutumia emotions au hisia. Kwa hiyo e, ndio maana ni rahisi zaidi kwa mwanamke kulia msibani kwa nguvu zote, lakini mwanaume utaishia tu kufutafuta kidogo e, macho na kupikishapikisha pua imeisha. Ukiona mwanaume analia ana mpaka anaanguka chini ana gara gara. Hapo unaweza tukasema kuna shida ya kisaikolojia, kwa hiyo mm -hmm. Ni utamaduni ambao mwanaume kisaikolojia anao nao kutokuwa na a, amsha, amsha tunasema ya mambo kama haya, kwa hiyo unaweza kukuta kwamba siku hii inapita kama inavyopita, lakini kingine ambayo sababu ya pili nafikiri, kwa nini siku hii imekosa mvuto a, au amsha, amsha nyingi ni kwa sababu sasa hivi dunia nzima mwelekeo kipaumbele ni mwanamke. Kwa hivyo tumekuta kwamba katika nchi za magharibi na nchi zetu za Kiafrika sasa hivi mtoto wa kike amepewa fursa kubwa sana, kiasi ambacho mtoto wa kiume anaanza kusaulika. Kwa hiyo ni ni nafasi zetu ambazo e, wanaume tunapambana mm. <laughs> wanasema kupambana na hali yako. Kwa hiyo wanaume tuendelea kupambana na hali zetu, na ni mfumo ambao nafikiri uko kwa muda mrefu sasa na una influence au unachangia kile ambacho tunakiona. Eh, hii leo kinachotokea, mm -hmm, tusikie Selemani, kwa upande wako mm -hmm. Changamoto hasa mfano tukizungumzia tuki, kwa jinsia ya kiume mm -hmm. Ni zipi ambazo unaona zinawakumba, uh, kina baba katika familia? Kina baba baadhi yetu sisi tuna msongo wa mawazo kwa sababu tunakumbana na kitu ambacho hatukuandaliwa kukutana nacho wababa mwenzetu kaongere nshu ya mwanaume kuongozwa na, na, na, na, na kufikiria zaidi, mm. wa baba kumfundisha kufikiria mtoto anayetakiwa kufikiria. Kama wa kiume alikuwa anaandaliwa, usione wale wa baba wale. Unakuwa kidogo, anakupa kuku wa kwako kwa mmoja mtunze. uh -huh. anakupa mbuzi ukawachunge, umeelewa? Anakuambia chukua manati, kawinde, njoo na uje na ndege hapa. Ile ilikuwa inafikirisha Mona baba alikuwa kijana, alikuwa akipewa jembe tu na kaeneo fulani, si unaelewa, inatengeneza maandalizi ya kumwata sasa. Sasa hivi hata maandalizi ya kufikia mtoto anaandaliwa nini? Mona tunaona likizo mtoto anacheza sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana game tuisheni, ambayo sasa akitoka akaenda kwenye ubaba anakutana na kutakiwa kutunza kulea mona, kuwa baba sasa, ile kwamba wakati watu wanamwambia simama kuwa baba Mm -hmm. Yeye zile nguzo zile ambazo, zile nguzo ambazo zinatakiwa mm -hmm. Kusimama nazo zinakuwa zimefanyaje? Tafsiri ya baba ni ipi? mm, baba kwa tafsiri, sasa tafsiri ya tafsiri ya baba kijamii mm -hmm. Sawa ya kijamii kabisa kabisa ni mm -hmm. kwamba baba anayeweza kulea na kutunza anayetimiza ma, anayetimiza wajibu wake umeona. mm -hmm. uh, sasa uh, watu wanaanza sasa kuchambua umeona. Uh, unapoongea baba lakini si zamani, kwa tunaambiwa kirudi nyumbani usirudi mkono mtupu, si unaelewa? Kwa baba lazima aenda, hangaika, ajua anakuja kusaidiaje kwenye familia, na ndio umeona malalamiko ya Singida, kwamba wababa wanatelekeza familia. Kijana aliyelelewa kwenye jando na unyago, umeshaelewa, aliyelelewa ile zamani, jando ile jando ile kabisa, kijana aliyepelekwa polini, asingeza kutelekeza familia Usingekuta mtoto wa mitaani naenda kusini naenda mara miaka hiyo kiambiwa, usingeweza kukuta mtoto wapi wa mitaani, kwa sababu walikuwa. Changamoto hizi zimekuwepo kwa muda, mimi nimekuambia tangia tulipoacha taratibu za kulea kijadi. mm. tukaingiza hizi elimu eh, ambazo si mbaya za kulea mtu kumwandaa kuja kufaulu mitihani, baada ya kufaulu maisha mm. ndio mambo alipoanzia sasa. Hii imeanza kwenye miaka gani? mm. unaweza kukuta hata labda kwenye 2022 mwaka huko 1922 kumi, yaani, si ni kitu ambacho kimeendea kimeendea kinazidi kufuta, yu, ule ubaba ambao jamii ilikuwa inautegemea, yeah. Tunaleta sasa ile ya kawaida ambayo sasa inabidi kubali kuishi nayo kwamba utaleta 100, utaleta 100 mm -hmm. Ambao si tafsiri ya jamii mi, mimi ni yani mimi mtetezi wa hiyo sasa hivi, lakini si tafsiri ya nini ya jamii. Ni, ni, ngumu kijana aliyekuwa amelelewa jando kumtapeli mama mkwe kumtapeli dada. Sasa hivi tunawatapeli zaidi kwa kwambia nipe elfu kumi dada, yaani ilikuwa ni ngumu. Kidogo ni ngumu kijana aliyekuwa melelewa jando kutunzwa na mkewe, so unanielewa? Yani ile hela mwanamke ilikuwa ya mwanamke tu, umesikia? Kwa hiyo kwa tafsiri ya jamii ile kichwa cha familia ya baba ile inapotea, sawa? Ambayo mimi si si si siyo si, si, si, si, si, kwamba na, na, na kandia, lakini nasema lazima tukubali kuishi sasa kwenye mazingira yako kwe. Na nasema baba sasa hivi anapokaa katunzwa Akalelewa kwa sababu ajalelewa aja, aja kwenye kutaka kutunzwa mm, anaanza kuathirika kisaikolojia. Sasa katika hili Lubanda, nadhani umesikia pia um, mazingira hayo ya maandalizi ya baba tangu zamani na mazingira ambayo anakutana nayo wakati huu, mtazamo wako ni upi katika hili? <laughs> Mi naungana moja kwa moja na msemaji kwa sababu uh, kusema ukweli taratibu za jando na unyago zilikuwa ndio mifumo halisi ambayo sisi tunayo kama Waafrika, kama Watanzania ya kuandaa kizazi kinachokuja. Sasa ilipokuja maendeleo ya sayansi ya teknolojia, kwamba jando e, au tohara inafanyika hospitalini mm -hmm. then tukapoteza kabisa ile nurturing ya, au matunzo ya kumwandaa mtoto awe wa kiume. Sasa jando na unyago ya, ya kisasa ikoje Luvanda? Sasa hivi jando na unyago ya kisasa imekuwa kwenye kitchen party kwa mfano. mm. E, kitchen party unaitwa pale mtu auanaa unapewakua... kwa kwa wanaume sio? E, lakini imekuwa kimaslahi zaidi kwamba unaitisha una, tu kupata vyombo, lakini unyago ulikuwa unawekwa mwezi mzima tena, ilikuwa nasubiri wakati shule zimefunga, unapelekwa porini na unafundishwa wewe tabia zote ambazo mwanaume anapaswa kuwa nazo na tabia zote kwa wanawake wanatakiwa kuwa nazo za aina gani? Kwa hiyo hiyo imechangia kwa sehemu kubwa sana mm. eh, kukosa eh, mwendelezo wa kizazi ambacho kinaelewa mila na desturi za jinsi mambo yanavyotakiwa kufanya. Kwa hivyo tumejikuta tumezalisha eh, vijana ambao hawawajibiki kwa nafasi ya wanaume. Eh, mzungumzaji alipita hapo amezungumza swala la eh, mwanaume kumwomba um, pesa mwanamke. Hiyo hiyo hiyo ni kitu ambayo kwa kweli eh, kama mwanaume ambaye amefunzwa hapaswi kufanya hivyo. Kwa hivyo ni, ni ni upungufu tunaweza tukasema, kwa Kiingereza tunasema ni vacuum. Eh, kuna ombwe liko katika jamii yetu kwa sasa ambalo linasababishwa na mapungufu au ukosefu wa mafunzo sa stahiki hmm, ya mila na desturi zetu ambazo imepelekea sasa tuwe na watu ambao wako tofauti kabisa eh, na... Naam, tutarejea kwako Luvanda sasa. Kuna, kuna usasa uh, na kuna tamaduni zetu, lakini nataka uh, kugusia jambo uh, uh, lingine, hasa uh, kuhusiana na baadhi ya um, baba ambao wamekuwa wakiacha familia zao. Tumeona uh, kule Singida pia, uh, wapo ambao wanasema wenyewe wanatunza, si wote lakini wapo ambao pia wamekuwa wakiacha malezi zaidi kwa mama. Una, unadhani ni kwa nini bahati mbaya bado kuna, pamoja na, na, na na ile asili yetu kuondolewa mm, bado wa mama akiwemo wewe, unaamini mama anatakiwa kuandaliwa, mtoto wa kike anaandaliwa. Utaona sasa hivi, nenda mtaani uone vijana ndoka kwenda kwenye mpira, binti anaambiwa baki upike, baki ulee wadogo zako, kijana ambiwi baki ulee wadogo zako kwa hiyo ile hata mtoto ameenda vidato vingapi, walio wengi wanaandaliwa kwenda kuwa mama mama, yani mama hata akiwa profesa wa chuo kikuu anajua huyu binti yangu ipo siku atakuwa mama. Kwa hiyo bado angalau kwa kuna chembe chembe za kumwandaa kwao, naona bado maandalizi yanafanyika kwa wamama kwa kwamba binti kwa mabinti, psychologically hata mkiwa ni unajua hiyo ipo siku ataolewa, tena kwa kwenye familia. Sasa vijana wa kiume mm, utaratibu wa kuandaa hamna, lakini nini kimeleteleza kama umeuza kwa upana zaidi? Ni kwambie kwamba mm, ni kwa sababu kwa sababu tumeleta uongozi mpya, umeshaelewa? Maana mimi hapa tunajadili tatizo hili, TV inasikizwa ina, ina, na watu wengi sana. Tuendelee kutafakari. Mm, ni kwamba uongozi ule wa jadi viongozi wa mila ya desturi walikuwa na taratibu zao za kuadhibu na kulea mm. Sasa hivi sasa tumeingiza uongozi wa siasa, yani wanasiasa wamechukua uongozi wa kijadi. Sasa wanasiasa wamekuja na sheria zao na taratibu zao mm. ambazo zamani zilikuwa na taratibu nyingine. Sasa katika ngazi ya familia, eh, inakuwaje? katika ngazi ya familia kuna mkanganyiko, mm -hmm. Sio nanielewa, kama una baba ambaye hajaandaliwa kuwa baba, hawezi baba huyo akaandaa mtoto kwenda kuwa baba, ambao kichwa cha familia ndio tatizo. kwa hiyo baba atamchukua, anajua kumnunulia mtoto gemu, ndio vizuri, mtoto asishike uchafu. Sisi tulikuwa angalau baba zetu na kuelekea kwa sisi, kidogo umekaa umetengeneza udongo wa mfinyazi, umechonga mwiko mm. umefanyaje sasa hivi eh. Shule zimejaa matima laptop ma, ma, shule ile yani ile ya kushughulisha taakili kidogo, yeah. imeanza kupungu, kupungua. Sasa hapo hao walisema, nikiwemo mimi, naomba nijitoe, sina mtazamo huo, ukutengeneza hata udongo ah. nawe kumbata kusuka ukili lovanda <laughs> <laughs> Uh, unapata muda binafsi wewe uh, wa kukaa na watoto na kufanyia maandalizi hasa uh, kwa, kwa watoto na, nafahamu kwa watoto wote lakini zaidi kwa wakiume kwa upekee wa siku hii yes. Uh, mimi sio tu siku hii uh, kwa muda mrefu sana, na bahati nzuri ni kwamba mimi pia na, na, na mabinti lakini pia na mtoto wa kiume. Kwa hivyo uh, yule mtoto wa kiume nina kazi ambayo ni ya ziada kiasi ambacho wakati mwingine anakasirika kwa sababu eh, amezungukwa na wakina dada. Kwa hiyo sipendi afikiri kwamba maisha walionao wakina dada ndio maisha, maisha yake. Kwa hiyo huwa anampa hard time, wazungu wanasema E, wakati mgumu kwamba anapokuwa analia kumwambia kwamba uh, wanaume huwa tulili ovyo, e, anapokuwa anataka some privileges au huduma e, za kupendelewa, upendeleo fulani naweza kumwondoa kabisa mm -hmm. E, kuanza sasa kujifunza kulala mwenyewe, mambo ya kulala na kina dada, naambia kile chumba cha wanawake, iki chumba unatakiwa sasa uame huko e, mm -hmm. uwe na chumba chako mwenyewe, kuanza kufanya mazoezi e, kuanza kumjengea ile hali ya wanaume e, napo, napo, kwa mfano natoka naye pia nafanya michezo ya kiume, kwa mfano kucheza naye mpira eh, kuendesha magari eh, kuna kitu inaitwa go, go cutting, eh, hata azamu wanayo, mm -hmm. kule Oyster Bay mm -hmm. eh, unampeleka kule aende akashindane na magari a, a, a, a, a push. Kwa hivyo hivyo, ni vitu ambavyo najitahidi sana na kuweza kuwekeza zaidi, kwa sababu ni nafasi ambayo mimi naona eh, ninayo na nimeona kabisa kwamba, ana, anaanza kuiga mm -hmm. kuna baadhi ya vitu anajua kabisa kwamba hivi ni vya kiume kama baba na mimi nitakuwa ni baba, na kuna wakati mwingine anaweza kaniuliza swali nikamwambia, mm -hmm. eh, utakapokuja kuwa na familia yako no. na wewe siku moja takuwa na familia yako, unatakiwa usifanye kitu fulani, ufanye kitu fulani mm. sawa. sawa sawa sawa. Sasa yeah. tu, tukirejea hapa studio, nataka kufahamu kwako, kwa muktadha wa usawa wa kijinsia ama masuala ya usawa wa kijinsia, unadhani malezi yanapaswa kuwa vipi kwa mtoto wa kiume na mtoto wa kike kwa wakati huu? Kwanza lazima tukubaliane kuishi na hali ilivyo, kwa sababu dunia ishabadilika. Hatuna namna ya kukimbia, lazima tulee watoto kwa kushirikishana. Watu wajifunze kushirikishana kwamba dada anaweza akapata mia tano, kaka kapata mia tano, mkamtunza baba, mka anaweza akapata elfu kumi, mma akapata elfu thelathini, mkalea watoto tuache yani, ule ule wanaume tukawa tunaufikiria zamani, tufute kwenye vichwa vyetu. Dunia haitusubiri umeona tuwa, yani kama tulisha kubali kuacha jando na kuacha masuala ya jando na unyago kisheria, lazima tuingize kwenye kichwa chetu vichwa vyetu kwamba tushabadilika, mm. Hatuna uongozi wa kimila ni, si mbaya. Mme anaweza akawa mke anaweza kawa na hela, akawa na gari. Ukikaa hapo mbele ukaendesha gari ambayo amenunua mke wako usione shida, ndo ushirikishwaji. Usanielewa, leo umekwama, mke akachangaikangaika akakopa, mkaja hapo mkatatua tatizo, usione yeye kama kakopa. Mke kama kakopa, basi ndo amekupora wanaume wako. Na wanaume tusiamini kwamba kuwa mwanaume kwa sasa hivi kuwa mwanaume ndo kila kitu ufanye wewe. Umeshaelewa, utaishia yani utaishia ku utaishia kupata msongo wa mawazo mm. Utaishia kufa mapema. Kitu, kitu, kitu cha kufia kwamba hata akiingia mende tu, subiri wewe kumuoa nyumbani <laughs> tuhame tu huko, tuseme sasa si hivi kwa mazingira sasa hivi mm. na si kwa ubaya yani, si kwa ubaya, kwa ubaya mazingira sasa hivi kuna haja kuwa na jamii shirikishi. No. Eh, shirikishi, lakini pia kwenye maamuzi yetu tuamini no. Tushiriki kwamba na wadada wana mawazo mm. Mke ana mawazo, mtoto wake ana mawazo, tusiminye mawazo. Asante sana, Luvanda ujumbe wako ni upi kwa baba wengine pia duniani kwa kifupi sana uh, mimi nafikiri tu wababa tunafanya kazi nzuri na nawakaribisha akina mama maana nimeona pia wakina mama sasa hivi wanaingia kwenye ulimwengo wetu wanataka kufanya majukumu yetu tunawakaribisha watayaonja alafu <laughs> la baadaye inawezekana wakaja wakabadilisha <laughs> karibuni sana asante sana selemani wewe ujumbe wako ni upi kwa uh, baba duniani uh, mimi, mimi nachosema dini zote zinaelekeza mwanaume aishije. Naam. Taratibu zetu za sema wanamke aishije za kitaratibu za kitaratibu. Kwa hiyo ni kuchagua na kupanga. Lakini ninachosema kikubwa, kwa wababa tu, kama alivyo kwa nasamu zetu, kwa mwanaume asilie. Mm, Kama utapata nafasi ya kulia, toa machozi, unapozidi kumi, unapozidi kuyaweka <laughs> yale yanazidi kukumi. Wanasema lakini baba akilia, e, ajifungie. Mimi ninachosema baba ajifiche, tambua nafasi ya da. Kaka tambua nafasi ya dada mm-hmm. Mme tambua nafasi ya mke, shirikishana. Asante sana. Shukrani sana Seleman uh, Bishagazi. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya jinsia. Antoni, Duvanda, shukran sana kwa kuungana nasi na nakutakia majukumu mema na heri ya siku ya baba. Kwa wakati mwingine tena, asante sana. Shukran sana heri kwako pia, asante kuna kuna story tuliona, mmoja akawa nalalamika nasema baba hakumbukwi kuliko mama, watoto wakishakuwa wakipata kazi na, se, na, na hela wanakuwa wanakumbuka zaidi mama, kwa hiyo mi ujumbe wangu tu ni na baba akumbukwe. Ma kumbuka watoto maisha mnayoishi nyumbani, wanaona uliokuwa unamfanyia mama, wanaona sasa baba aliyekuwa anawajibika, anampenda mama na mtunza wake, kitu kwa anaonekana zaidi. Asante sana ni majibu, shukrani sana tunakamilisha hivyo. Hii ni habari weekend, na heri ya siku ya baba kwako unayetufuatilia.